wa kanisa letu la Christian Reformed mniruhusu ni wasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe! Bwana asifiwe! Amen. Amen Wengine wanasema huwa mwanaume ni ngumu na kuwa Mkristo, lakini mimi nataka niwaambie wapendwa katika jina la Yesu Kristo ya kwamba kuwa mama, kuwa mama na kuwa Mkristo saa zingine ni ngumu sana mama. Mwanaume bendi yake ni moja na sisi tunaendanga na, na kitu kimoja. We do one thing at a time. Mama anaweza kushika mtoto kwa mgongo na mwingine abebe kwa tumbo na anasonga ugali na anaangalia huku nje, lakini ukiachia mzee, yote itachomeka na mtoto ataanguka chini na changamoto itakuwa mingi. Mungu amepatia wamama neema, na anawapatia neema ya kutosha. Leo tunataka kuangalia sehemu mbili ambaye nitaongea. Tutaangalia kuhusu umoja ambaye ina baraka, umoja ambaye ina baraka, na ndaye niwaambia kwamba hii dunia ambayo tunaishi, wamaa wanapitianga changamoto mingi kwanza. mm -hmm. mm -hmm. wakati mwingi kuishi na wazee sio rahisi yeah. Unahitaji neema ya Mwenyezi Mungu. Kulea watoto sio rahisi. Nikwambie, nikuambie wamama wakikosa umoja katika kanisa na katika jamii penye wanaenda, sijui. yeah. Leo nataka kuongea kuhusu umoja ya baraka huko na umoja imamigi. Kuna wamama wengine wana umoja ya kufanya maovu yeah. <laughs> hiyo umoja hakuna baraka kuna wamama wengine wana umoja ya kwenda kwa waganga na kutafuta vikumba na vitu ambavyo havipendezi Mungu. Na wakati mwingi wamama ambao wanaenda kwa waganga, mganga anachukua pesa lakini shida yako anakubakishia. Kama vile mama wetu Grace anakumbuka, Waanglikana wanasema ilivyokuwa mwanzo, ilivyo sasa hata milele, vivyo Amen yeah. Kenye mganga anapunguza ni pesa, sio shida. Yes. Shida yako unarudi naye nyumbani, pesa yako ndio unamwachia kwa. Yes. Hiyo, kuna umoja ambao watu wako naye ya kwenda kutafuta waganga, kuna umoja ya vitina, kuna umoja ya kusengenyana, kuna umoja ya kuharibiana magoma na mawaidha mabaya, lakini leo nataka kuongea kuhusu umoja ambaye ina baraka mm -hmm. Ni mmoja ya kuketi chini kanisani mm -hmm. Biblia inasema watu wawili au watatu wakusanyikapo katika jina la Bwana Mungu atakuwa pamoja naye mm -hmm. Wenye umekaa ni pahali ambapo kuna umoja wa baraka mm -hmm. Na Mungu anajua kwa nini wewe umekuja kwa mkutano huu mm -hmm. Sio kwa makosa, sio kwa kulemewa, sio kwa sababu ya kukosa pahali pa kwenda mm. Lakini kwa sababu Mungu amekuita usikilize neno lake. Zaburi ya mia moja thelathini na tatu. Hiyo Zaburi iliandikwa na Daudi mm. na iliandikwa kwa ajili ya watu waliokusanyika pamoja mm. Kitu cha kwanza ni jinsi gani ilivyo nzuri na ya kupendeza wa mama na wazee mm -hmm. na jamii wakikaa pamoja kwa umoja. Nataka nikuambia hii dunia ambayo tunaishi mm -hmm. hakuna kitu ya kupendeza mm -hmm. na nzuri kama wanduku wakikaa pamoja m katika kitabu cha mm -hmm. Marko mbili kulikuwa na mtu mmoja alikuwa mgonjwa mm -hmm. yeye alipokuwa mgonjwa hakujiweza na kila wakati alikaa hivyo, aliendelea kuwa mgonjwa na hata maisha yake. Wengine walikuwa wamesema huyu haiwezekani. mm -hmm. Wengine walikuwa wamekufa moyo. Wakati mwingi tunatoka katika maboma ambayo ndoa imekaa katika hali mm hiyo -hmm. ama watoto wetu wamekaa kwa hali hiyo, ama maisha yetu ya kiuchumi imekaa pa namna hiyo, lakini baraka kwa umoja wao waine wakaamua, wakasema huyu mtu hata bakie hivyo tena. Sisi tunataka apone, tunataka tumpeleke kwa Yesu Kristo. Bwana asifiwe. pina penda umoja wao wakaketi chini, na ilikuwa ni umoja yenu nzuri na ya kupendeza. Wakasema huyu mtu ni lazima afike kwa ye kwa Yesu na hata sisi, kwa nini tusiamue? Ule mama mwenye amesumbuka kwa ajili ya bwana yake ule mm. mama mwenye amekosa amani kwa sababu watoto wamepotea mm. kwa nini tusi peleke kwa Yesu Kristo mm. Bwana, kama Yesu ndiye anayetatua shida za ulimwengu wote yeah. Yesu anatatua shida za wamama na za wazee yeah. wakati mtu anafika kwa Yesu anapata uponyaji yeah. katika jina la Yesu Kristo Bwana asifiwe yeah. hawa watu wanne, wakasema tutampeleka kwa Yesu Kristo mm. wakatengeneza machela wakambeba wakijua huyu mpaka lazima atafika kwa Yesu Kristo. Walipokuwa akitembea wakati muna umoja kwa kwaya, wakati mna umoja kwa maombezi, wakati muna umoja kwa kujitolea maisha yenu, haitabakia vingine ilivyo bora. Umoja wenu ni kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Munaona, kuna watu walishikana kwa ajili ya chama huko Kafchani, wengine hawana macho sahii, wengine hawana meno, walipigana na watu wengine walipoteza maisha. Umoja kwa sababu ya siasa mm -hmm. Umoja kwa sababu ya vitina, wengine wanapigwa mm -hmm. Lakini umoja kwa ajili ya Yesu Kristo ni kupeleka yule ambaye ni mgonjwa kwa Yesu Kristo mm -hmm. ni kupeleka watoto mm -hmm. wetu ambao wanasumbuka kwa Yesu Kristo kwa maombi bila mm -hmm. maombi na uombe, si simama katika pepo. Na nashukuru Mungu hao watu Hebu angalia, ukitembeza huyu mtu mwenye alikuwa amekaa miaka yote akiwa mgonjwa mm. Wengine wangewachekelea, wengine wangesema unapoteza wakati mm. Wengine wanasema unaenda semina ya nini na kuna pesa ya kibarua leo? Mm. Wengine wanasema ya kwamba ni faida gani? Mm. Lakini hao watu hawakutaka kusikia, wakasema, mmoja wetu lazima tufikishe huyu mgonjwa kwa Yesu Kristo. Mm. Eh. Bwana asifiwe ya kamba tuwe na umoja ya imani mm. kupeleka watu kwa Yesu Kristo. ikani hii kukuja hapa kimakosa mm. hapa ndiye ya yapambo Mungu anataka wa tulete watu katika jina la Yesu Kristo Kristo. Bwana asifiwe. wakawa na vikwaza, wakawa na, na vishawishi barabarani, lakini hao wapendwa Wakati uko na umoja hata watu wakiongea juu yako hamvunjiki moyo. Hata wapo wakisema kwa inaimba vibaya, unawaambia leo tunaweza iba vibaya, lakini miaka ijayo ipitayo <laughs> miaka <but> ambazo zinakuja <laughs> tunaenda mbali <laughs> katika jina la <like>, Yesu Kristo <laughs> Bwana Amen. Na watu wakasonga mbele hata mm. Sisi kama wamama wa kanisa hili tusonge mbele katika jina la Yesu, tukikutana kila siku na kuomba kwa ajili ya kanisa hili mm. Mungu atalijaza na watu wake mm. Mungu anatupa Roho wake Mtakatifu hata mm. kanisa la kwanza walipokutanika pamoja kwa umoja na kuomba, ndiyo Roho Mtakatifu akashuka mm. na akawajaza mm. akawapa nguvu ya kuhudumu katika jina la like Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Ninaangalia wakibeba huyu mtu kwa umoja, kwa Yesu Kristo, walikuwa na umoja ya imani mm. kitu cha pili, umoja ya upendo mm -hmm. siku moja, kuna wamama wengine waliniambia niende niombe mtu mmoja mgonjwa lakini hawakuwa na upendo, walikuwa na unafiki mm. Mimi kama padri, nilikuwa padri kijana, nikakubaliana na wakaza kuwa na mgonjwa. Mungu alitaka kunitumia kwenda kuona huyu kama amepona ama atakufa. <laughs> Wewe, nilipoenda kufika, nikaona ni mgonjwa sana. Nikamtia moyo. Nikaambia kula chakula. Kuwa na imani. Mungu atakupona. Mimi nikaendelea kuwatia hawa mama wakatoka mbele yangu, na mimi kwa sababu sijui ni mfupi ama ni mweusi hawakuniona nikiwafikia na ndipo afikia. Naona mwingine anasema kweli, huyo atapona leo. Mwingine anasema alotile kabisa, huyo ataenda leo. Ni karibu niwaulize, mli niita nimwombee apone apo hmm. aende hmm. chintuje ukiwa na umoja wacha uwe umoja wa upendo yes, na ukweli. Bwana asifiwe, si umoja ya mandazi. Kuna wengine wakati kuna ushirika iko mandazi ni umoja inaonekana, lakini inatakana kuwa umoja ya upendo na ukweli siku zote. Bwana asifiwe, as wakamwendea na hata mukiwa na umoja msifikiri mambo itakuwa bali mm -hmm. Baliipofika kwa mlango wakapata watu wamejaa, hakuna nafasi mm -hmm. Lakini umoja wao haikuwa ruhusu kufa moyo mm -hmm. Ikasema ya kwamba lazima lazima ufikishe huyu mtu kwa Yesu Kristo mm ukiwa -hmm. Na umoja hakuna kikwazo kitakuzuia ukiwa mm -hmm. Na umoja kanisa hili kama wa mama nkuambia wazee watakuja hapa wa katika jina la Yesu familia, yeah. <laughs> <laughs> <laughs> E, itabadilika <laughs> na baya itaongezeka, lakini <laughs> na ukikosa umoja, mwanakwaya master anajaribu kuimba yule, unaangalia upande mwingine, unaangalia upande mwingine. Akang'ang'ana wapi? Watu wanakosa nini? Umoja. Nataka ukiimba hata vikwazo kama Hata kama na kusinya, Mungu analetanga watu wengine kama sadu pepa wakusukue. Saa zingine kuna maneno mbaya ndani yao. Saa zingine, kwa nini Mungu analete jirani mwenye anapiga kelele akufunze kunyenyekea? <laughs> na saa zingine analeta mtu mwenye madharau, ya kwamba anakumaarau ili akufunze ya kwamba kwa hii dunia si wewe. <laughs> <lomote. laughs> Bwana asifiwe amen. Utapata vikwazo mm. Saa zingine vikwazo inakuja ndio ikufunze kuomba na kutafuta uso wa Bwana. Saa zingine vikwazo inakuja <coughs> ndio neema ya Mungu iweze kuonekana. <coughs> Hata mimi nilipokuja hapa kupili mwezi wa tatu nilikuwa na changamoto nyingi. <coughs> <coughs> Lakini nilipotoka hapa nakuja mara ya pili, njia imefumbuka <coughs> <coughs> kwa sababu wa <coughs> ea vikwazo haitakuwa yako hama hama yeah. makanisa ya Kenya hakuna vikwazo. <laughs> <laughs> <laughs> Nyako, bakia, bakia, aba, <laughs> na kwambia bakia hapa na changamoto moto, najua ya kwamba Mungu yuko mbele katika <laughs> jina la Yesu Kristo Amen. Amen. kufa moyo ukiwa na umoja na imani, hata vikwazo ikija unafikiri zaidi. mm-hmm. wakasema hata kama watu wamejaa tuta tutapandisha yee juu ya dari. mm -hmm. Watu wa Israeli mabati yao uko flat, wakati wa winter walikuwa wakilala mm -hmm. juu. Nasema tutawapandisha kwa dari na wakampandisha kwa dari, wakasema mwenye nyumba kesi baadaye. mm -hmm. Ukiwa na imani you take risks mm -hmm. yes. wakati mwingine unatoa

alolenasema yes. Yesu alipoangalia aliona imani yao yeah. Akaona umoja wao yes. Na akaambia huyo mtu, amka, chukua godoro na utembee. Nataka nikwambie yes. Wacha Mungu aone umoja yenu kama kanisa mm. Na kishaona umoja aseme amka mm -hmm. na utembee yes. katika jina yes. Wengine wakaanza kuuliza, ni rahisi kufanya aka wakaanza e, kuuliza nani huyu hata anasamehe? mm -hmm. Yesu akasema ni rahisi kusema gani? mm -hmm. Dhambi zako zimesamea, ama amka chukua bodoro na utembee? Nautembee nikwambie, wakati kuna umoja Mungu analeta msamaha. <laughs> Naomba atusamehe n ukienda semina na dhambi zako hazijasamehwa, au taaika amba mwingine anabeba chuki lakini sio chuki. Wengine wanabeba utosamee lakini si wa kanisa hili. <laughs> <laughs> Hata ukikataa kusamea bwana yako unaenda wapi? Utasonga uzani uso umekunja kama kambi. Wengine wao Yesu atakuja. Fu. Unavumilia ukifuka. Wanasema kufuka. Vuse una mangana bwana bu kuska anaangalia naangaliga sura yako ama anaangalia ugali? <laughs> <laughs> Wengine wanaangalia ugali na nauguia, unaumia mwenyewe na ugali. <laughs> <laughs> na wengine hawasamei lakini watoto. Ya watot aiikutosamee samee wenginewaepeamamamke na haki bado hapo hapo hapo hatatoroka aende, nadanaada ukikasirika, kijana yake anaenda kwake, anakaa chini, anakula na mai <laughs> wewe waje kubeba watu. Yesu akasema kitu cha kwanza, zime saosime samehewa kabla ya umoja, dhambi inasamehewa alafu <laughs> akamwambia, amka Chukua godoro lako na we. Leo nataka utembee mm -hmm. Na umoja maya, watu watembee. mm -hmm. Nataka watu watembee leo watembee watu watembee waache ko. kodoro mm -hmm. ya kulalamika mm -hmm. na kusumbuka kutamba yani mm wanatamba -hmm. kutamba kusumbuka, waache hiyo godoro, amka na utembee mm -hmm. katika shina la Yesu. Umoja ambaye ina baraka ni nzuri na ya kupendeza na nimeona kwa hii semina. Amen.

siendeshingi gari, mama ndio anaendesha gari. Mimi na kujanga na endika endika ya wazungu siku hizi naitwa piki piki piki. Lakini mafuta ukikosa kuweka kwa tai, iko pahali ambapo ukikosa mafuta inapiga kelele. Wamama ambao wanakosa umoja kwa familia wanapigana kelele. Mimi namanyanga, amama wanapiga kelele asubuhi na jioni, wakati mingi wamekosa mafuta tamba amekosa kelele mingi. Ninaomba ya kwamba utafute umoja na mume wako, hata kafuta iongezeke, kelele ipunguke kwa nyumba <laughs> na mali ipatikane Amen. Mungu akusaidie, Mungu akuelekeze ni ya kwamba hali ambapo kuna mafuta, hali ambapo kuna mafuta harusi mbaya. m hmm. Kitu kingine nina makelele yanaisha, hmm. Kitu kingine ni ya kwamba mambo yanaenda nyororo kutokea kichwani maalumu, hata ndevuni mpaka upinde wa mavazi yako. Ninaomba ya kwamba mambo kwa familia yako yatiririke na kwa kanisa, kwa sababu ya umoja, katika jina la Yesu. Ukiangalia tabia ambayo wakati mwingi inaleta harufu wamama mm. Tabia ya kusengenya tabia wakati mwingine akuenda kongo. Mm. Na mama akienda kombo inaletaka harufu mbaya kwa familia. mm. Hata mzee akiongea wanasema angalie ule mama yake anaenda kongo. Mafuta hakuna ya Roho Mtakatifu, naomba mm. Roho Mtakatifu ashuke na atakase mama. Mm. Na, waaje, manena, bae, wa mama na wake maneno ambayo wameficha na wakae kwa hali ya kumpendeza Mungu atusaidie. mm. mm. Amen. Mungu, Mungu atuongoze. na Mungu atuelekeze. Mm. ya kwamba umoja na baraka ni kama mafuta yapo watatu, umoja ni kama umande, ni kama umande Umande ni maji wa mlima Hermoni, pahali ambapo kuna uhai. Naomba Mungu atusaidie familia ikue pahali ambapo sio kama koti, pahali ambapo watu wanaweza zungumza na kuongea. Kanisa pahali ambapo kuna umande ni pahali ambapo kuna uhai, pahali ambapo watu wanaburudishwa na kutulia. Maji naondoa kiu, baali naondoa uchafu. Naomba ya kwamba tuwe na umoja katika familia, yeah. Kama ili umekuwa ukikosa kulete umoja, mm -hmm. Mungu wakusaidia, ukiondoka semina hii peleka umoja nyumbani, mana mwengine hata kubaliana na wewe kwanza. mm -hmm. Endelea kulete umoja kwa sababu ni kama maji kama umande uteremkao mlimani Hermoni uletao uhai. Kuna nyumba nyingine hakuna uhai kwa uh -huh, sababu hakuna hayo maji kama ya umande wa Hermoni, uh -huh, hakuna kutulia. Kila mtu anaulizwa swali kama police station. Uh -huh. Kuna wamama wengine, young mothers wanasimu badala ya kupiga kumwambia bwana yako habari yako, unatoka wapi, swali ya kwanza ni uko wapi? Where are you? Mwingine aliniambia yeye alikuwa ni mekanika chini ya gari, mtu anamuuliza uko wapi? Adihata karibu aangukiwe na jeki kwa sababu anashangaa. Ninaomba Mungu wa kusaidia umoja ambao naeteka nyumbani na kanisani. Ninaomba mm. Mungu amuru baraka kwa kutupa msamaha mm. Amuru baraka kwa kututembelea amuru baraka kwa kutuambia tuamke na tutembee. mm. Na naomba siku ya leo Mungu amuru baraka. Je, mm. mm. yeah. wangapi wako tayari kupokea baraka au itaji kuenda Mombasa kupokea baraka ama Mm -hmm. Na Mungu yuko pamoja nasi hapa tande, Mungu yuko pamoja nasi mm -hmm. nisa ile na madhabao hapa, Mungu yuko pamoja nasi mm -hmm. Mungu wanataka kuangee mm -hmm. hey. mm -hmm. para... mm -hmm. Baraka. Je, uko tayari kupokea baraka? Kuna wimbo tuko tukiimbanga baraka mingi baraka mingi